Kweli leo hii tumetimiza miaka minne tangu mapenzi ya mwenyezi Mungu yatimie kwa kiongozi wetu mkuu wa nchi, na wakati mimi nilikuwa mkuu wa mkoa hapa, ambapo tulishiriki kwa kiwango kikubwa kushirikiana pamoja na serikali kuu, mkoa, wadau, watu wote, familia, kuona kwamba basi e, nalazwa kwa heshima zake zote ambazo za alistahili, na tunamkumbuka tunamkumbuka, na lakini, inaweza nikasema Magufuli hajafariki, yuko ndani ya mioyo ya Watanzania wengi sana, mpaka wakati huu kwa kipindi alichokuwa madarakani, sauti ya wanyonge masikini wenye matokeo, alikuwa ni mtu mato anayetafuta matokeo kwa nguvu zote. Kwa hiyo ametuambukizia na sisi maisha yetu, tunapokuwa na, na majukumu yako nyumbani kupitia vipindi vigumu, jitahidi kumtanguliza Mungu pia sifa zake. Pia alimtanguliza Mungu mbele, lakini alionyesha uzalendo kwa taifa usiokuwa na shaka. Alitamani Tanzania tufikie katika mahali ambapo hata maisha mengine wanafikia. Kwa utajiri na rasilimali tulizokuwa nazo, kwa kuhayo makubwa, aswa tunamkumbuka sana kwa hayo makubwa alionyesha haswa. Ni miongoni mwa viongozi ambao naweza nikasema ni mwanamapinduzi wa pekee. Alibadilisha siasa, alibadilisha mwelekeo wa kiuchumi, alibadilisha fikra za watu, alileta uwajibikaji wa nguvu kubwa. Kwa hiyo haya tunayaenzi, tunayakumbuka, kuja kumwomba Mungu delea kumpumzisha mahali pema baraka kwa dua za familia na kwa taifa, lakini tumekuja pia kukumbuka e, utumishi wake e, kwa sababu bado unaishi sauti, zake bado zinaishi, sisi ambao alikuwa pamoja na sisi, maneno yake mausia yake bado tunao, hajaondoka kwenye mioyo yetu. Kwa hiyo e, hatuamini e, bado lakini bado tayari mapenzi ya Mungu alishatulia, lakini kikubwa tutaendelea kukumbuka, ni kiongozi wa mfano duniani, na watu wa aina ya Magufuli hawapatikani kirahisi duniani. Hatuongelei Tanzania tu, duniani. Kila mtu anakuja duniani na baraka zake na falsafa zake na nguvu zake na udhaifu wake, lakini katika uongozi wa kitaifa wa nchi wa Afrika wa changamoto za nchi masikini Magufuli ni wa pekee, ni nadra kupata mtu kama Magufuli duniani, nadra sana. Ndio maana kuja na watu wengine wataendelea kumwenzi, vijana watamwenzi, watakaofuata falsafa zake watamwenzi, au walingani, ni wachache mno, waliona kuna kesho mpya, watu wanyonge waliokuwa wanadhulumiwa, changamoto kubwa sana za, za, za, za maamuzi ya, ya, ya utendaji wa haki kwa wanyonge ndio alikuwa ambao alikuwa na, kwa hiyo walikuwa na sababu ya kumili wengi alibadilisha maisha yao kwa kiwango kikubwa sana, mageuzi makubwa alifanya. Eh, sisi viongozi pia alitufundisha namna ya kusimama namna ya kuwa watu wa haki, kumtanguliza Mungu na kuleta mapinduzi ya utendaji katika majukumu yetu ya kila siku nam kati ya viongozi anza tena. jina jina langu Venas Victoria Magege, mkazi wa hapa Chatu, tukiwa kwenye kumbukizi ya miaka minne bila John Pombe Magufuli, ambaye alikuwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza tunamkumbuka kwa mengi ambayo aliyaibua na kuyaanzisha, mengine aliyakamilisha. Sisi wanachato tuna vitu vingi vya kumkumbuka Magufuli kwa sababu alikuwa mbunge wetu na baadaye akawa rais wetu, ameishi na sisi kama ndugu, kama wanafamilia. Tunamkumbuka sana kwa ucheshi na kwa misimamo hii. Misimamo ya Dokta Magufuli ilikuwa tangu akiwa mbunge, kama jambo aliwezekani, yeye kwake ilikuwa aliwezekani kama litapita yeye alikuwa anapita, lakini aitufundisha uthubutu kwamba usiamini kitu kabla hujathubutu, lazima uanze. Ukikataa ndio ujue kimekataa. Ndio alikuwa na tabia hiyo kwa Magufuli, kwamba yeye kitu kimshinde, lakini alisha jaribu. Hiyo ni uthubutu. Watu kama Magufuli ni wachache kuwapata, lakini tunaamini ndani yetu miongoni mwetu Mungu ametengeneza Magufuli mwingine, ni swala la muda tu. Na Magufuli ameacha homework kwa viongozi waliopo sasa hivi kwamba viongozi kuna vitu ambavyo wafike Watanzania walipokuwa wameshafikishwa sasa, wa, wanatakiwa na wenyewe watengeneze kutoka pale walipotengeneza Magufuli kwenda mbele. Kwa majina, ninaitwa Evelyn Salvatori Bwire, ni katibu wa TWCC au chama cha wanawake kwenye biashara mkoa wa Geita, lakini pia ni mjasiriamali. Ninachoweza kuzungumzia katika kumbukizi hii ya hayati rais wetu John Pombe Joseph magufuli kwa miaka minne yote, naweza nikazungumzia baadhi ya vitu kadhaa ambavyo tumevimisi. Moja kwa bisa ni ile mikutano yake ya hadhara ya kusovu matatizo ya papo kwa papo, tuliona alizoea katika, tulizoea katika ziara zake alizokuwa akifanya, alikuwa anawasikiliza wananchi.